Sasa basi Mungu anajaribu kuwatanguliza Waisraeli kuwatanguliza Waisraeli kuwaelekeza wa kuwa namna wanavyovuka kuelekea katika nchi yao ya Kanada, lakini Mungu anajaribu kutuongoza kuelekeza namna tunatakiwa kuvuka kwenda mbinguni kwenda mbinguni sioavivalaba tunahitaji kwenda mbinguni tukiwa na ujasiri wa hali ya juu anasema

mwenye malalamiko hawezi kunenepa akafurahi hata siku moja, kwa sababu siku zote ni malalamiko, siku zote ni polisi, siku zote ni mahakamani. Kwa mfano, siku zote ana madhara. Ukizaa mtoto ambaye ana malalamiko, kila ukitoka ukirudi, kitoka ulipokwenda, mtoto takuletea mashtaka, inawezekana hata hivyo

kwa sababu gani tunaweza tu kuwaramikia wengine wa tu walituku nacho, tukidai kwamba wao wanatumia madawa au davu au slimasoni, wakati sisi ni wajele, wakati sisi ni wavivi. hiyo siku moja na wewe utakuwa ile kazi utaisimamia vizuri, kazi yako, si umejifunza pale? Sasa mfano kama mimi nilijifunza nimeshikia fundi kibarua mwaka elfu moja mia tisa na nne, nikamshikia fundi, yeye anajenga kwa spidi kubwa, anajenga kijijini kule nyumba za tofali za udongo. Kipindi hicho tofali ya kutoa igusi na familia, tofali za kawaida sasa nimemsaidia siku nne, huyo fundi alikuwa na spidi, tukamaliza ile nyumba kuijenga kuanzia kupima mpaka kona zote, nilimaliza nikiwa najua. Na mimi wiki iliyofuata nilipima kwangu, azii amna fanamika amna, na mimi wiki iliyofuata nilipima kwangu. Yeye alikuwa anapima kwa kamba za manila. Mimi sikuwa na hela ya kununua us au marira.